Kwenye Uislamu mwanamke ana thamani kubwa sana sana, na kwa sababu mwanamke ana thamani kubwa, tukiitambua hiyo, tunaweza kufanya mambo mengi mazuri. Lakini pia kwenye Uislamu mwanamke tuna mitihani mingi sana, mpaka tunafikiriwa kwamba pengine ndimi zetu zitatufanya tukose kuiona pepo kwani vizuri nayo hilo tukalifahamu ili tuone jinsi gani tunasaidiana kina mama, kuwekana sawa kwa ajili ya kesho yetu. Tunayo jukumu la malezi ya watoto, na bahati mbaya jukumu letu hili la msingi la malezi ya watoto, na sisi ndio wazazi kwa sasa tuko kama tumeliacha. Kina mama tumekuwa na majukumu mengi kiasi kwamba mtoto amekosa mtu wa kumwelekeza jambo la kufanya, na watoto sasa wamedakwa mitaani na watu maprofesa ambao hawajaenda darasa hata moja, na wale maprofesa wanawajaza yale wanaoyataka kuwajaza. Ndio matokeo yake, tunakutana na watoto sasa hawana nidhamu, watoto wengine wanawakimbia wazazi, wanakuwa watoto wa mtaani, tunakutana na mimba za utotoni tunakutana na ulawiti na ubakaji kwa spidi kubwa, lakini pia na familia kutokuwa na amani, kwa sababu watoto wao wenyewe hawana amani. Ninataka hili sote, kina mama, tuwewe ndani ya nafsi zetu, tujue kwamba sisi ndio walezi wa watoto. Ili tuweze kuwalea watoto, lazima tutengeneze urafiki na watoto kuna wakina mama ambao hawana nafasi kabisa ya kumsikiliza mtoto. Hata mtoto akitoka ana shida, anakuja na "mama, mama, mama", mama nini? Toka! Hapana, msikilize. Hata kama jambo atakalo kuambia wewe utaliona dogo, lakini yeye ameona mpenzi wake anayetaka amwambie jambo hilo ni mama. Msikilize ili uweze kumsaidia. Niwape mfano. Watoto wengi wanalawitiwa na kubakwa, lakini wakirudi nyumbani wana, wanajiulizi hivi, naanzaje kumwambia mama hili? Ananyamaza, anaendelea kuumia. Lakini kama urafiki upo, hata nyamaza nalo atakueleza na wewe mama utajua hatua ya kuchukua. Kwa hiyo, nawaomba sana turudi kwenye jukumu letu la msingi la malezi ya watoto. Hakuna mtoto ambaye amefanikiwa kama hakumwegemea mama na baba walio na upendo. Kwa hiyo naomba sana tuonyeshe upendo kwa watoto, ili sisi tuwe kimbilio la watoto, ili janga la ubakaji na ulawiti, kama sisi akina mama hatutakaa chini tutaka, tukatafakari na kuona jinsi gani tunafanya ili kupunguza wimbi hili, watoto wa Kiislamu wanaenda kupotea. Na hili kwa kweli siku ya Kiyama sisi ndio tutaulizwa.